Me, eh, kwenye mitajanja itokane na application hii, ni kuendana na, na, na karne ya ishirini na moja, na naamini teknolojia hiyo ipo. Wadau wetu uh, mobile network operators wana, wana application zao muda mrefu, ambapo unaweza ukanunua vocha, bando, ukatuma fedha yote sehemu moja. Sasa niwatake TANESCO pia twende tukaanzishe application ambayo itarahisisha uh, interaction yetu sisi pamoja na wateja wetu vile vile, kuhakikisha uwekaji wa mita unaendana na viwango vya kimataifa vya usalama na ubora, elimu kwa wananchi inatolewa kikamilifu ili kila mteja aelewe faida ya mita janja na namna ya kuzitumia. Vile vile, mfumo wa unaoendesha mita janja uwe unaboreshwa kila mwaka ili uendane na teknolojia mpya na mahitaji ya nchi inavyokuwa kwa kasi. Usije tena tukajikuta tumeachwa nyuma. Tuna teknolojia lakini ikifika muda ikawa tena ni kero kwa wale ambao tunawapatia huduma. Tanesco, muendelee kuja na ubunifu na kuimarisha mawasiliano ya mara kwa mara na wateja wenu ili kuimarisha utoaji wa huduma za kisasa. Mko pazuri, tena mko pazuri sana na mmewekeza sana katika customer service, lakini nataka kuona mkiboresha zaidi eneo hili kwani Watanzania wanataka umeme na huduma bora ya umeme kwao ni jambo la msingi. Na katika hili kama ambavyo nimesema tayari, mpo vizuri tofauti na miaka ya nyuma, ila ni lazima tuongeze interaction yetu na wateja wetu hasa katika utoaji wa taarifa na pia katika matengenezo. Tujitahidi kuangalia matengenezo yanafanyika katika maeneo mbalimbali, ni kuboresha huduma ya umeme, lakini tufanye matengenezo hayo off peak. Kama tunajua usiku CBD, watu wameshamaliza kazi, wametoka, ndio tuboreshe miundombinu huko, hakuna uhitaji mkubwa wakati huo. Tunajua katika residential areas watu kukicha wanaenda katika shughuli za utafutaji, ina maana lodi inapungua, basi tufanye matengenezo muda huo, sio jioni watu wamerejea nyumbani, ndio muda huo na sisi ndio tunaanza matengenezo, ama asubuhi watu wameenda kwenye uzalishaji, sisi ndio tunaanza matengenezo katika maeneo hayo. Kwa hiyo niwatake TANESCO tuboreshe zaidi katika hili, ili wananchi wetu waweze kupata huduma ya uhakika wakati wote. Pamoja na kufurahia uwepo wa mita hizi janja, najua kuna watu wenye nia ovu, na wanaweza kuona hii kama fursa ya kujiingizia kipato kwa kwenda kutaka kujifanya wao ndio wanauza mita janja hizi. Niseme ya kwamba wataokuja kufanya maboresho ya mita katika nyumba za wateja ama watakuwa na taarifa sahihi ya mita janja hizi ni Tanesco wenyewe. Asije akajitokeza mtu kwenda kwa wananchi na kujirepresent kama yeye anatoka Tanesco. Huduma hii itatolewa na Tanesco wenyewe. Lakini vile vile Tanesco, tuangalie namna bora ya kulinda miundombinu yetu na teknolojia, kuangalia wetu na mifumo ambayo tunafupisha muda pale ambapo kuna hitilafu katika system zetu ama njia zetu za usafirishaji wa umeme. Katika hili, tuangalie ni namna gani tunajua matumizi ya transformer zetu yako vipi. Tuangalie ni namna gani tunafupisha uh... sijui, mi ndo kwanza nina wiki moja hii katika uh, wizara hii, lakini kwa maelezo yenu wenyewe. Huwa tunapata muda mrefu sana wa kutafuta fault iko wapi kwenye laini zetu. Sasa tunaweza teka tuka tukatumia teknolojia kuhakikisha ya kwamba tunafupisha tuna radius ile ambayo itakuwa imeleta hitilafu, ili wateja wetu waweze kupata huduma kwa haraka. Ndugu washiriki, kama serikali tutaendelea kufuat, kufuatilia hatua kwa hatua hadi Tanzania iwe na mfumo thabiti wa usimamizi wa umeme wa kisasa na wa kidijitali na wenye tija. Niwapongeze bodi ya TANESCO, management, wataalamu wa TEHAMA, kitengo cha usimamizi wa mita na huduma kwa wateja na, kit, na vitengo vingine vyote vilivyobeba mradi huu kwa miaka zaidi ya kumi na nane. Kwa hakika mmefanya kazi nzuri sana na mmeweka historia mpya katika kuwapatia wateja suluhisho la kisasa kwa matumizi ya mita hizi janja. Nirudie tena, hongereni sana sana sana. Vilevile, nawapongeza wadau wote wa ndani ya nchi na nje ya nchi walioshirikiana na TANESCO katika kufanya majaribio, utafiti na uwekezaji huu mkubwa wa teknolojia. Kwa namna ya kipekee, naipongeza timu ya ndani ya TANESCO kwa kujenga uwezo wa kitaifa bila kutegemea utaalamu wa nje pekee. Hiki ni kitu cha kujivunia sana. Ndugu washiriki, nikielekea kuhitimisha hotuba yangu Tanzania ya leo inahitaji mifumo ya umeme iliyo thabiti, yenye ufanisi na inayotumia teknolojia ya kisasa. Mita janja ni mojawapo wa msingi wa mfumo huo. Tukio hili linatufungua kwenye zama mpya za utoaji wa huduma bora. Na kabla sijamalizia, ningeomba na wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam msimame. Namwona mama yangu mbunge wa viti maalum e, ninaona na waheshimiwa wabunge wa majimbo. Hawa nimewasimamisha makusudi kwa sababu mheshimiwa mkuu wa mkoa, ingawa yuko mkoani Dodoma ndio makao makuu, lakini alijitamba hapa na takwimu ambazo ndio uhalisia kwamba katika wateja wa TANESCO milioni tano laki sita, zaidi ya milioni moja laki moja wapo hapa Dar es Salaam ambao ndio wananchi ambao mnao kwa hiyo ninawashukuru sana kwa kuja kuwakilisha wananchi hao. Asanteni sana kwa kuweza kuhudhuria shughuli hii. Nawashukuru tena Tanesco kwa kunialika na kwa heshima kubwa. Sasa natangaza rasmi nimezindua mita janja za Tanesco na matumizi yake hapa nchini. Nimeona pia ninao hapa naibu mtendaji wa tume ya mipango namwona hapa Blandina, lakini nimemwona Dr. Linda yupo pia, mjumbe wali wa tume ile. Sidhani kama waliwatambua kwenye, hebu simameni watu wawaone, kwa sababu haya yote yanaendana na yale ambayo e, mnayapika nyinyi katika tume ya mipango. Kwa hiyo na sisi tutaendelea kuendana na ile na dira ambayo mnatuongoza ya 2050 ili tuweze kufikia malengo. Tunashukuru sana kwa ujio wenu. Vile vile nimalize kwa kauli mbiu ya leo, Luku Kijanja. Luku Kijanja maana yake sasa tunaenda kuondokana na tuma mita namba Tokeni, niingizie sasa. Saa ingine hata kwenye simu mtu ukianza kumtajia sita na tisa haelewi, inakuwa changamoto hii. Ukilipa huo unakuwa umeingia na unawaka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki TANESCO. Asante sana. kushoto pale, naomba ukisogelee kwa karibu mgeni rasmi, kuna kitu kitaonyeshwa sasa hivi kwenye hii screen hapo. Kwao ni kuombe kwanza uangalie kwenye screen pamoja na meza kuu, na baada ya hiko utakachokiangalia utatubonyezea kitufe, na baada ya hapo <todiculia> Mgeni rasmi, naomba utuzindulie sasa. Sasa ni kuombe, naamini uko na simu yako ya mkononi. Naomba simu ya mkononi ya mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri, tunaomba sasa uje wewe uingize luku hapa, na tushuhudie wote kwamba luku utakayonunua ukilipa tu, au luku kijanja ukilipa, naomba sasa tushuhudie. Mheshimiwa, hapo unazoziona hizo ndio namba za luku hizo hizo, ndio namba za hiyo luku hapo juu. Naomba tusogee ili wanspia waweze kushuhudia kinachoendelea. tunaona tunaona kwenye ile mita ni sifuri sifuri sifuri, kwamba haina umeme kabisa, sifuri sifuri sifuri. Na mheshimiwa sasa ananunua luku ili tuweze kuona atakapomaliza, kie ile taa pale itawaka kuashiria kwamba humo Naomba tupige makofi wote, tumeshuhudia kwamba amenunua luku na baada ya hapo, imeingia na taa imewaka kuashiria kwamba mita hizi kweli ni za kujanja. Kuona sasa rasmi, picha chache tu za kumbukumbu, kisha tukuruhusu kimbie katika majukumu mengine yaliyo mbele yako. Ni waombe waheshimiwa wabunge mliopo Tujumuike jukwani sasa tuweze kupiga picha ya kwanza, wakati huo wajumbe wa bodi mkijiandaa. Naposema wajumbe wa bodi ni bodi zote mliopo, bodi yetu ya <tos> <yasel>. <tos> <tos>

Angel Magoti aanze kutupa burudani yaliyotuandalia, na tukimaliza picha tutakuaga mgeni wetu rasmi. Angel, karibu hapo hapo ulipo panatosha kabisa. Viongozi wa wanafunzi waliofika, shangamke kidogo, ukilipia okay, tu

Makofi kwake sijayasikia. Asante sana Peter Msechu, karibu kwa burudani. Washiriki wote tumefikia tamati, ni watakie wote mchana mwema, asante.